Majina naitwa Ezekiel Elias Shirikawe, ni team captain wa timu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu, kwa maana ya medical. Kwanza kabisa tunapenda kumpongeza mkurugenzi wa Nyanza FM kwa kuliona hili swala la michezo na kuweza kufanya kukuza michezo ndani ya mkoa, ili hii hapa inakuwa ni fursa kwa wachezaji wengi au vijana wengi wanawapenda michezo wote walioko ndani ya mkoa wa Simiyu pamoja na nje ya mkoa wa Simiyu, kwa maana tukiangalia vizuri kwa timu zilizopo kuna timu za ndani ya mkoa na timu zinazotoka nje ya mkoa. Kwa hiyo nipongeze kwake, pia ila pia nipende kupongeza na virabu ambao vimeweza kujitokeza kushirikiana na Nyanza FM kwenye ile bonanza la Nyanza FM. Pia tunawaalika watu wote na walika lote kuja kushirikiana na Nyanza FM. Nadhani fursa ya michezo iko sehemu mbalimbali, sasa tunaona ni kama ajira. Mwanzo ilikuwa ni kama michezo kwa vijana, ila saizi imekuwa no ni ajira sehemu mbalimbali kama tunavyoona baadhi ya vijana wanachukuliwa kutoka timu ambazo hazionekani sana, ila wanaweza kuchukuliwa na kupeleka kwenye timu zinazoeleweka. Kuna timu za daraja la kwanza, daraja la pili hadi ligi kuu. Kwanza kabisa si kama timu, nadhani maandalizi wengi tumeanza kuyafanya kabla ya muda huu, maandalizi yameanza kabla ya hii ratiba kutoka. Cha kwanza ni commitment kwa timu yetu. Cha pili kabisa, tupende pia kuwapongeza timu ya Ramadi. Ni timu ambayo hatujai kucheza nayo, ila tunafahamu historia yake. Si timu mbaya kwao, tunamheshimu cha kwanza mpinzani, ila pia sisi kama timu nadhani tumejiandaa kwa njia zote, ili mradi tuweze kupata ushindi. Nadhani utakuwa mchezo wetu wa kwanza, tutacheza nyumbani kwao. Mimi niwatoe hofu mashabiki wa Simiyu wa Lalalichi kwamba tutapambana vijana mpaka dakika ya mwisho, kama ilivyo desturi yetu, lazima tupambane kufikia ushindi.